Mi akala akaendelea na mimi, mchana wa leo nimekuja kutia moyo wewe uliye kata tamaa, inuka tena. Mchana wa leo safari yako bado inaendelea, bado kuna watu hawajaokolewa, bado kuna watu wanakuhitaji wewe wafikie, ili waokoke, amina. Pia kuangalia wewe pia kuangalia wewe, ili waokoke, wasaidie waokoke yangu ni lazima uelewe katikati ya kusudi na wito. Na hiyo kazi Mungu aliyokupa lazima ufanyie kazi, na lazima itendee kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya sana. Amen. Shida ambayo inaliasi kanisa na vijana, mimi leo na simu hii ndogo, lakini nina na channel YouTube na account Facebook na Instagram lakini unaweza ukashangaa, nimefundisha hapa, lakini baada ya siku mbili tatu, mtu akaingia kule akakikuta na sina simu yoyote. Lakini shida ni moja, matumizi ya vitu ambavyo tunavyo ni mabaya. Bwana Yesu sana. Shauku ya kazi ya Mungu inapotea ndani ya kijana alikuwa ni mwimbishaji mzuri wa praise team lakini, ghafla, mtashangaa ibada zinaanza kuwa nzito. Anaimba ile sauti haieleweki, anaimba ndio kwanza watu wanapiga miayo, anaimba ndio kwanza yeye mwenyewe mara alisikesike huku shike, shike, akeuke haieleweki. Shida ni tayari, shetani alishakamata ubongo ubongo wanesosifi, akili ilishakamatwa, kila akishika simu yake hana mambo ya maana ambayo anaangalia. Bwana Yesu apewe sifa. Na ile shauku ile kazi ya Mungu inaanza kupotea. Sasa, mchana wale wakati namalizia, lazima ufanye tasmini kwenye maisha yako, na unapogundua kuna mahali umepungukiwa, lazima urudie Yesu, na unaporudi hakikisha unamaanisha. Haleluya sana. Amen. mimi huwa napenda kusema hivi Maisha ya mtu ni faida yake na uzao wake. Haleluya! Tena, maisha ya mtu ni faida yake na uzao wake, lakini matokeo ya maisha ya mtu ndio faida ya jamii inayomzunguka ni maisha hivi. Maisha ya mtu ni faida yake na uzao wake, lakini matokeo ndiyo faida ya jamii naomzunguka. Amina. maana yake nini? Leo jamii yako, leo wewe ambayo inaweza ikatizama kwa haraka ukifanya kosa ni kanisa. Bwana Yesu! leo kijana wa praise mtu mwona anatoka gesti. Vijana wa kanisa la FST kijueni, pale pana yake tayari. Yale matokeo ya maisha yako ni faida ya kanisa. Bwana Yesu ape sifa. Manake faida ya kanisa, kwa nini kanisa ndilo linatukanwa? Aleluya, Bwana Yesu ape sifa. Si kanisa la FST tu, wapendwa wanatukanwa kwa sababu ya kile ulichokifanya wewe. Sasa umeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, na ni vyema uitikie wito na ufanye hiyo kazi. Rafiki yangu, pesa zinatafutwa na zinatafutwa kwa kumwomba Mungu, ili akusaidia akuonyeshe njia ya kweli ya kuzipata nipi, lakini pesa zinatafutwa kwa akili ya mwanadamu ya haraka iliyo mbaya pasipo kumshirikisha Mungu, lakini mwisho wake ni mbaya. Sijui imeeleweka damu amisha. Pesa ambayo haimuhusishi Mungu wake katika upatikanaji wake, au inapatikana katika mazingira hatarishi, mwisho wake ni mbaya. Usiharakie mambo, usikilize kwanza Mungu ili usiki sasa namalizia kwa haya. Tumemaliza ni muda mchache, tunamaliza mwaka. Amina sana. Amen. Na kila mtu anatamani baraka za Mungu, amina sana. Kuna mambo mengi, uliandika mahitaji mengi sana. Unayelala sasa, usilale, tunamaliza. Yamkini neno lilikuwa likisikika, hauelewi. Uliandika mahitaji yako ni mengi.